Tuelekee tena kaunti namba kumi na tatu ambapo serikali ya kaunti ya Tharakanithi imeendeleza mpango wa kutoa mbegu kwa wakaazi katika msimu wa mvua ikiwa ni njia moja ya kuhakikisha kuwepo kwa utoshelevu wa chakula. Stanley Kidhinji ni miongoni mwa wakulima ambao wamefaidika na mradi wa serikali ya Tharakanithi wa kutoa mbegu kwa wakulima wakati huu anajitayarisha ipasavyo kuwahi mvua ambayo imeanza katika maeneo tofauti ya nchi hiyo. mbegu ni mzuri sana ya kupanda. na inafanya vizuri na nimepanda nikapata ni mazao mengi sana, hata manjani ya ng'ombe iko nayo, iko na maua mazuri, hata ya kupika ni mzuri kwa hiyo hiyo mbegu ni sawa. Mradi huu uko katika muhula upanzi wa 11 na unalenga wadi zote 15 za kaunti hiyo. Tangu tuanze hii program, hii ni ya kumi na moja na in Mariani Tharaka Nithi County in those years 8 years hatujasikia pahali popote katika Tharaka Nithi kaunti kuna njaa. Isi, si mara ya kwanza kupanda hii mbegu. tuikaribia msimu wa kupanda, gavana Muthomi Njuki anakuja hapa na mbegu anapewa wazazi wetu, nao anatuma kwa shamba. Serikali inatoa mbegu za nafaka kama vile za dengu, maharagwe na mahindi. Mpango huu umesimamiwa kikamilifu na serikali ya kaunti huku pia wakulima wakipata mafunzo ya kilimo, huku lengo pia likiwa kuwafunza mbegu safi zinazoambatana na mchanga. Tumekuja na wenzangu hapa kutayariza juu, tulisikia mnapeana hiyo mbegu tena raundi ya pili, so ndio maana tunaarakisha kupanda kulima hapa haraka haraka, tupate hiyo mbegu. Tunataka watu wetu wakuwe wamejitegemea kwa kilimo na kusipatikane mtu yote hapa ambaye atapigania mbegu. Ile mbegu tuko nayo hapa itatosha na ibaki, na tubebe tupelekee wengine. Aisha Safe, runinga ya Citizen.